Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu zangu wa Islam, leo nataka niseme nanyi kisa cha ajabu, kisa cha uaminifu na namna Allah anavyomuinua mja mdogo kwa tabia njema. Zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kulikuwa na kijana mchungaji wa kondoo hakuna aliyemjua sana wala hakuwa na familia tajiri, lakini moyo wake ulikuwa na hofu ya Allah. Siku moja usiku, umeingia giza, limetanda upepo, unavuma taratibu milimani. Mtume na masohaba zake walipita karibu na eneo ambalo kijana huyu alikuwa akichunga kondoo wakamwona kijana amesimama peke yake juu ya jabali, kondoo wake wamelala na kijana anafanya ibada usiku kwa unyenyekevu mkubwa. Mtume akataka kumpima, akamwendea kijana huyo kwa sauti isiyotisha akamwambia, niuzie kondoo mmoja. Kijana akasema kwa adabu, si wangu ewe mzee mimi ni mchungaji tu. Mtume akamwambia, basi tumia hila nipe mmoja, amwambie bwana wako kuwa amepotea. Kijana akashuka macho chini akapumua kwa uzito, kisha akasema. Maneno haya yalikata giza la usiku kama umeme, lakini Allah yuko wapi? Mtume akasikia maneno haya akatabasamu kwa furaha, kwa sababu kijana huyu hakudanganywa na pesa, hakuyumbishwa na tamaa. Alisimama imara, kwa sababu alijua Allah anamwona. Masahaba wakabaki kimya, wakimtazama kijana huyu asiyejulikana, lakini aliyekuwa na moyo mkubwa kuliko dunia. Mtume akageuka kwa masohaba zake akawaambia Huyu kijana ni miongoni mwa watu wa peponi. Ndugu zangu, kisa hiki kinatukumbusha jambo moja kubwa: uaminifu ni ibada, uangalizi wa siri ni kipimo cha imani, na kumcha Allah unapokuwa peke yako, ndicho kile kinachokufanya ukubalike mbele ya Mola. Usiku ule wa giza Allah alimwangalia kijana mchungaji, na akamwinua juu zaidi ya wenye mali na majina makubwa. Funzo la kisa: usifanye wema kwa sababu ya watu, fanya kwa sababu Allah anaona. Jihadhari na madhambi ya siri. Uaminifu humwinua wa mtu anapodhani hana thamani.